Enzaa ndugu yangu jua <coughs> nini, mzee mwenzangu na mzee wanakafuku, ndio maisha mii. Naona amekuwa ni magumu sana sana. Sasa tunafanyaje? Yaani huko nilikotoka ndugu yangu, mm -hmm. kuna jamaa moja nilisoma naye shule ya msingi sawa, lakini kafanikiwa sana sana. Hey. wewe ana magari, ana miliki maloji. Kwa huyo jamaa, yuko wapi? Yaani huyo jamaa nimeongeanee tu, halafu akawa meondoka. Ufanye kitu kimoja, unajua nini? Hebu fanye utaratibu, wasiliane na huyo jamaa, kwa sababu hata sisi utajiri tuna uhitaji pia. Au, haya maisha, yaani unaonaje, kanielezea unachukuliaje? haya maisha ni magumu, ongea na jamaa basi. nimeshaongea naye. Basi sawa, na mimi Itaib. huu mguu nilikuwa nakutafuta wewe. Basi sawa, sasa hebu mimi naomba kitu kimoja, hebu tuelekee pale nyumbani. Hey, unajua hapa unaweza pita, pita yes, mambo hey, ya hey. Utajiri wa kiasikia na watu wengine ni na kweli, yani tunataka hiki kijiji, mzee mwenzangu bwana Kafuko hey. nataka hiki kijiji watu tambue sisi ni wakina nani na wanatudharau. Wanatudharau kwa sababu watu wanatudharau sana, sio kidogo, kwamba wanatudharau, wanatuharau. Wazee gani? si mvi tu ana namna gani? Atutafute heshima heshima, wanasema pesa. Tunachelewa, twende nyumbani

Haya mambo haya. Hayupo. Unajua mambo ya wanawake ni wambea sana. Anaweza akaanza kuambia wenzie majirani, mme wangu mimi anaenda kuwa tajiri. Mimi sitaki hicho kitu, anataka tu mke wangu aje kukaa kwenye nyumba nzuri, kila kitu kipo. Ni kwamba ndio huyu rafiki yangu nambwana kanipa siri ya mafanikio yake. Sawa, kanielezea, kuna mganga mmoja hivi hatari sana. Sasa huyo mganga alivyokuelekeza alikupa kabisa kila kitu, kwamba anapatikana sehemu gani? Yaani kanielekeza kama amekuelekeza mganga alipo, haina haja ya kupoteza muda na kaniambia ni uhakika wa kutajirika. Hacha basi, mzee mwenzangu, bila kupoteza muda, twende iwi mzee mwenzangu, yaani mimi nahisi kama tulichelewa, nina machungu sana kiukweli. Umaskini ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya, twakosa heshima sana. Ndio, tusipoteze muda mda, mzee mwenzangu. Mimi yeah, sioni hata haja ya kujiandaa, hebu tuondoke sasa. Sa ingati, hata shemeji hayupo. Huyu hey, shemeji hapo apo, si unajua asija akawai, hmm, hapa nyumbani ikawa hivyo majirani si nini. Hmm, tuondoke sasa hivi. Twende. Hmm. Twende mzee mwenzangu, yani huu maskini ndugu yangu hmm, inabidi tu kama hii na sisi twa tamani tujenge. Mimi nikishafanikisha kule utajiri Lamani na mtafuta fundi aliyejenga hii nyumba. Nataka nyumba kama hii. Haya. Na haribu ule mjengo, nyumba kama hii. Unajenga mpya naam. Poreni sana wazee wenzangu, mmetoka huko na safari Tushapua. mmefika hapa nadhani tatizo lenu litakwisha. Mnahangaika sana umetoka huko siji wapi huko naona <coughs> kwa kweli poreni sana na, na safari kwa kweli meshafika hapa kwa yoti, mganga wa Sawa. matatizo yenu yote. Mganga, sisi hatuhitaji maneno mengi, tunachotaka kakutusaidie, sawa Tumechoka na umaskini. pole pole sana mkuu. Mkuu wametoka mbali sana, wale watu. Hawa wametoka mbali sana wale. Wame... no. mefika kwa mganga alitunduja. matatizo yenu nimeyafahamu, tena sana kwa yeah. yeah. jina lako tuangalie kwanza, majina tuangalie ili lamani tuipate vizuri, lamani tuipate vizuri Naitwa Kafuku. Huyo anaitwa Omari. Oh, Rrrr. Rrrr. Kitu kilicho waleta hapa nimekifahamu. Kitu kilicho waleta hapa nimekifahamu. Natafuta utajiri. Umepitia njia ndefu sana. Alafu mepitia njia ndefu sana. amepitia njia ndefu sana. Njia ndefu sana. Kati watakiwa hapa hmm. Cha kwanza nitawapa Chupa, eh. Chupa gani tena mganga? Zipo chupa kubali, zingatia magezo na mashariki kwa sababu nyie, njia yenu imeonyesha ni nyeupe. Tukubali, tukubali, tusibishe. Eh, kwa jina wa mali kwa jina wa mali, chupa zenu zipo hapa karibu tu Omari, matatizo yenu hmm, nimeyapata na natafuta utajiri. Ndiyo. katika huo utajiri, masharti mnatakiwa mwezingatie. masharti gani tena mganga? hizi chupa mbili hizi, ukienda wewe nyumbani kwako Omari, na mzee Kafuko naye atakuwa na chupa yake hii, sawa? na mkifika nyumbani — Ndiyo. kila chupa ikitegemea na chumba chake hakuna kuingia raia mwingine kwenye chumba hicho hicho. Hiyo chupa naweza nikawekea hata maji ya kunywa. <tipos> <Chupa>. <tipos> <tipos> Kila mtu ajitegemee. Wewe Omari, chupa yako hii hapa. Kafuku chupa yako nayo hii hapa. Uongee shida zako Kafuku. Na wewe Omari uongee shida zako. naongea Tari, kwa nikimaliza nafunika. Nikimaliza utafunika, ndio unanikabidhi. Mm. Ah. Tayari <coughs> <coughs> umemaliza kufunika. Cina zako kweli kulingana na matatizo yenu yameisha hizi chupa mbili nimeziweka kwenye hungo mmoja. Kila mtu nitampa chupa yake, anaipeleka nyumbani kwake anapoishi. Hii chupa utaenda kuiweka pembembeni, hakuna kuingia watu wala nini Omari. Na na wewe Omari na wewe Kafuku nisikilize, na acha na njia, kila mtu njia yake, hakuna kuangalia nyuma wala nini naikuja

Nimeharibu kila kitu. Maskini ndo utakuwa ah. Ni tu wakwangu ukuzote sasa. Nimekaribia kuvuka alafu na umaskini umeniua na chupa yenyewe imepotea. Ah. Aliyeniongelesha njiani ndo kaniponza.

Ee, ndio si tafuta Mzee Omari yupo. Mzee Omari yupo.